Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Mheshimiwa Spika, serikali pia imeimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya kwa kupunguza uingizaji, uzalishaji na usambazaji wa dawa za kulevya kwa kubaini na kudhoofisha mitandao ya wafanyabiashara wa dawa za kulevya. Katika kipindi hiki tulikamata jumla ya kilogramu milioni 4,997 511 za dawa za kulevya zikihusisha, zikihusisha watuhumiwa 25715. Kwa upande mwingine, katika kuwasaidia waathirika tumeongeza vituo vya utoaji huduma za tiba kwa waraibu wa dawa za kulevya toka vituo tisa mwaka 2020 hadi vituo 18 mwaka 2025 ili kupanua wigo wa huduma hii muhimu, pamoja na hatua hizo